Mapema siku leo katika peji ya Juma Lokole ameweza kuposti clip ambayo ilimonyesha aliyesema kwamba pete za Nandy. E, kumbuka kwamba hapo siku za nyuma Nandy aliweza kutangaza kwamba amepotelewa na pete zake za ndoa na aliweza kutangaza dau kubwa kwamba atakayezipata pete hizo za ndoa e, ataweza kumpa pesa nyingi ya Kitanzania ambayo ilikuwa ni mabilioni ya pesa aliweza kutolewa dau. Sasa baada ya Nandy kutangaza taarifa hiyo kuna huyu hapa bwana aliweza kujitokeza na kiusema kweli alitrendi sana yeye, akaweza kusema kwamba hizo pete Nandy hajapoteza, bali alimpa yeye wakati wanafanya mapenzi. Kwa hiyo Nandy wakati wanafanya mapenzi aliweza kumpa pete bwana huyu lakini baada ya hapo baadaye ndo Nandy sasa akaja kutangaza eti amepotelewa na hizo pete. Sasa mapema siku ya leo, kufuatia peji ya Juma Lokole ameweza kuposti hapa klipu ambayo ikimwonyesha huyu mzee ambaye alisema kwamba yeye hizo pete alizipewa na Nandy, na Nandy hajapoteza, Nandy anatunga tu stori ya uongo. Kumbe mdomo umeweza kumponza. Imeweza kuonekana hapa klipu ambayo ameonekana kama vile ameshikiliwa na jeshi la polisi, lakini video hii utamwona jinsi eh, alivyo kama vile amefungwa pingu mkononi jinsi kama inavyoonekana, lakini pia anashuka katika Tenga defender hiyo. Sasa taarifa bado ni nyingi zinaendelea kuwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Baada ya hapo, tutakujulisha ni amekamatwa kwa taarifa hiyo au vipi. Lakini kwa za chini chini ndo zinasema hivyo baada ya kusema kwamba hizo pete alizoe kuzipana Nandi wakati wanafanya mapenzi. Na mtazama hichi ambacho Nandi alikitangaza wakati alipotelewa na pete hizo, lakini tazama clip za bwana huyu wakati anasema kwamba yeye ndo alikabidhiwa hizo pete na Nandi hajapoteza pete. Anatunga tu habari ili kuficha ambacho kiliotokea kati yao. Msikilize huyu bwana sasa, amedakwa na jeshi la polisi. Watu wanahisi ni impossible, ni kitu ambacho hakiwezekani wewe kuwa na pete za Nandy kwa kuzipata katika mazingira ambayo wewe unayazungumzia. Kama ingekuwa kwamba umeokota, watu wangekuamini, lakini asilimia kubwa ya watu nikiwemo hata mimi, nashindwa kukuamini kwamba unazo hizo pete, kwa sababu moja. Um, watu wakikuangalia wewe na wakitazama Nandy na status yake

Hongera sana kwa kuwa mwenye akili timamu, lakini vilevile vile, uh, hongera kwa kufanya maamuzi magumu ambayo uliyafanya, kwa sababu nimeona comment kadhaa kwenye page za watu ambazo wameshare ile clip yako, kila mmoja akitia la kwake, wengine wakisema we uvivu wa kulima ndio sababu umefanya kitendo kile, wengine wakiuliza unawezaje kufanya kitendo kile kwa mtu ambaye unajua ni mke wa mtu, so watu wanazungumza mambo mengi, kwanza natamani kujua kwa mara nyingine ukikua kuwaeleza okay. mm. uh, mi malaika malaika wa simba mm -hmm. uh, suala ambalo nimelizungumza jana katika mtandao mm. Sio jambo la kubahatisha mm. Na sio jambo la, la kawaida. Ni jambo ambalo niko nalo asilimia 49 kwamba mimi ndo ninaye pete pete yake ya Nandy ambaye ni ya ndoa yao mm. yeye yeah, na Billnass mm. mm. uh, na pete hizi si kwamba pete ambayo nimeziokota eh. Lazima wafahamu wa Tanzania, pete mimi sijaokota. Nashukuru Mwenyezi Mungu, Nandy miongoni mwa wanawake ambao princess yule au, au prince Tanzania au prince Africa. Aa, ameweza kunitunuku, amenitunuku. Nikisema kunitunuku maana yake kwamba niko naye kimahusiano, yani si kwamba pete amepoteza. Asidanganye uma Nandy Yaani asidanganye umma kabisa, nani, pete hajapoteza, bali nani, pete halivuliwa na mtu ambaye aliyekuwa ana denti naye, hiyo siku pete ya mkononi, yani pete kwenye kidole. Yeye ni msanii, lakini kwamba ukiwa unafanya video huwezi kuvua pete ya ndoa, unavua nguo, auvui pete. Sasa asiwadanganye umma, ila mimi pete ninayo. Kweli? Yes. Unawapete? Uh, watu wanahisi ni impossible. Ni kitu ambacho hakiwezekani wewe kuwa na pete za Nandy kwa kuzipata katika mazingira ambayo wewe unayazungumzia. Kama ingekuwa kwamba umeokota, watu wangekuamini, lakini asilimia kubwa ya watu nikiwemo hata mimi nashindwa kukuamini kwamba unazo hizo pete kwa sababu moja, um, watu wakikuangalia wewe na wakitazama Nandy na status yake inaonekana kabisa kwamba ni mbingu na ardhi. Niliona comment za baadhi ya watu wanasema kwamba hata kama Nandy akisema kwamba aj, ajisikie kujivua hadhi yake kiasi. Ah, kwanza hmm, nirudie kusema hmm, nimeona comment hmm. Kwanza mimi ni nani na Nandy ni nani? Kuwa staa sio shida hmm kwenye swala la, la, la upendo mm. Swala la mahusiano mm. Haijalishi wewe star au sio star eh? mm. Kwa hiyo kwamba mimi kuwa na mahusiano na Nandy mm. sio, ni jambo baya, lakini nimeona watu wa Tanzania wengi mm. wanasema kwamba mimi sifanani kuwa na Nandy mm. kwani kwa nini sifanani? Lakini hicho kitu ambacho wasichokijua hiyo mm. hiyo wanasema fanani, basi nik nimefanania na ndio maana ninawaambia kwamba mimi sijaokota pete mm, bali mimi pete nimeipata kupitia yeye ye mwenyewe na si katika mazingira ya giza.